Kwa sisi kama Kagera Sugar tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunajua Simba ni moja ya timu kubwa kwa Ligi Kuu NBC, lakini na sisi tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kuonesha upinzani kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kulu mtanange. Ah, kucheza na Simba tayari ni motisha kwa mchezaji yeyote ambaye anacheza Ligi Kuu Tanzania Bara. Sisi, motisha kubwa tulitumia kwenye mchezo wa Namungo. Kama mliangalia game ya Namungo the way ambavyo tulivyocheza ile ndio game ambayo tulitumia kwa ajili ya motisha kwa hiyo kuja kucheza na Simba inakuwa hautumii nguvu kubwa sana kwa motivate wachezaji kwa sababu kucheza na Simba ni tayari inakuwa ni motisha kwa mchezaji. Ni kweli tulicheza na Azam tukapoteza moja bila, tukacheza na Yanga tukapoteza nne. Then tunakutana na Simba. Ah, Simba. Simba ya ya kama nilivyosema awali cheza na Simba tayari unakuwa una motisha. Na sisi japo tumeshuka daraja, lakini ni moja ya timu ambayo ukiangalia katika timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu msimu huu, ni sisi, Yanga na Simba, nadhani na Azam, ndio tuko ligi kuu kwa muda mrefu zaidi ya miaka kumi na tano. Kwa hiyo ni lazima tutahitaji kutoka kwa heshima, tutokubali tu kutoka ki, bila heshima. Kwa hiyo tutatoka kwa heshima. Usipofikisha malengo lazima utaumia katika mechi ambazo zilitumiza ni zile ambazo zilikuwa za kuelekea kwenye kujitoa kwenye danger zone kwenda kwenye playoff. Bahati mbaya zote tulipoteza, malengo kweli ya kutimia. Lakini kwa sasa hizi mechi tunazitumia pia katika kuchukua vijana wetu wa under 20, tunawatumia kwa ajili ya kuanza maandalizi yetu ya championship. Kwa hiyo usitarajie kwamba tutacheza azifu kwamba hatuna chochote ambacho tuna tunakihitaji, sisi saizi tunacheza azifu kwamba tunaiandaa timu yetu kwa ajili ya championship. Kwa lazima tucheze kwa ushindani, na ndio maana nakwambia wachezaji wetu watakuwa na motisha, kwa sababu wanajiandaa kwa ajili ya ligi ya msimu unaofuatia ya championship. Kimsingi tumebakia na mchezo mmoja ambao uko mkononi wetu, ambao zidi na Simba, kwa maandalizi ambayo tumefanya na tuna maandalizi ya mwisho siku ya, le, ya leo Uh, kama wachezaji na mwalimu benchi la ufundi kwa maandalizi ambayo tumefanya na mwisho leo ambao tunaenda kujiandaa tena, naamini na tutegemee mchezo mzuri siku ya kesho. Amna kingine nicho msingi, tushashuka tushashuka, lakini kama wachezaji bado kuendelea kulinda brand zetu, umeona. Kwa hiyo wote tuna